Je, unajua unaweza kuwa unapula kila siku lakini mifupa yako inaendelea kudhofika kimya kimya? Leo tutazungumzia vyakula vinavyobeba siri ya nguvu za mifupa, vyakula vyenye kalsiamu nyingi ambavyo watu wengi hawavijui kabisa. kalsiamu ni madini muhimu sana kwa mwili, hujenga mifupa, meno, na hata kusaidia moyo na misuli kufanya kazi vizuri. Bila kalsiamu ya kutosha, unaweza kupata maumivu ya viungo, mifupa kuwa dhaifu, au hata kuumia kirahisi. Hebu tuone vyakula vichache vya nguvu vinavyoweza kusaidia kujenga mifupa imara kama chuma. Maziwa. Kwanza ni maziwa, mfalme wa kalsiamu. Maziwa ni chanzo kikubwa kabisa cha kalsiamu. Kikombe kimoja cha maziwa kinaweza kukupa zaidi ya asilimia thalathini ya kalsiamu unayohitaji kila siku. Kunywa maziwa asubuhi au kabla ya kulala husaidia mwili wako kurekebisha mifupa na meno. Kwa wazee ni muhimu zaidi kwani mifupa huwa inaanza kudhoofika kadri ya miaka inavyosonga. Pili, jibini ama cheese. Ni laini lakini nguvu jibini lina ladha tamu lakini pia ni bomba kwa mifupa. Kiasi kidogo tu cha jibini hutoa kalsiamu ya kutosha kwa siku na pia husaidia meno kuwa imara. Unapokula sandwichi au mkate, jaribu kuweka kipande kidogo cha jibini. Mwili wako utakushukuru. Tatu, mtindi ama tunaweza ukasema yogurt, kwa lugha nyingine yogurt. Kalsiamu na afya ya tumbo. Mtindi tu, mtindi si tu kwamba una kalsiamu nyingi, bali pia una bakteria wazuri wanaosaidia mmeng'enyo wa chakula. Wale ambao hawawezi kunywa maziwa kwa sababu ya lactose mtindi ni suluhisho kamili. Kula kikombe kimoja kila siku, hasa wakati wa jioni. Mme dagaa na samaki wa mifupa laini. Dagaa ama kwa jina lingine sardine, na samaki kama salmon ni hazina ya kalsiamu unapowapika na kula wakiwa na mifupa yao midogo, utapata madini muhimu yanayojenga mifupa. Hii ndio sababu watu wa pwani mara nyingi huwa na mifupa imara, wanakula dagaa mara kwa mara. tano. Mboga za majani kama vile sukuma wiki spinach ama kale. Kwa wale wasiopenda maziwa, hizi ndizo mbadala bora kabisa. Mboga za kijani zina calcium, vitamin K na magnesium, vyote vinasaidia mifupa kukua vizuri. Kula sahani moja ya mboga hizi kila siku na utaona tofauti hata kwenye nguvu za mwili. Almonds ama karanga za kifahari kwa mifupa imara. Almonds ni chanzo kizuri cha kalsiamu, protini, mafuta mazuri. A, a handful moja karibu karanga kumi mpaka kumi na tano yani tuseme kikombe kimoja ama tuseme wingi wa fumba moja kwenye mkono, ni kama ina karanga kumi mpaka kumi na tano kwa siku, inatosha kuongeza nguvu za mifupa na kusaidia pia shinikizo la damu kubaki sawa. Saba. Mayai ni msaidizi wa kalsiamu. Mayai hayana kalsiamu nyingi, lakini yana vitamin D ambayo husaidia mwili kutumia kalsiamu vizuri. Hivyo unapokula mayai na maziwa pamoja, mwili wako unafaidika mara mbili. Kalsiamu si ya mifupa tu, pia inahitajika kwa moyo kupiga kwa usahihi, misuli kufanya kazi vizuri na ubongo kutuma ishara kwa mwili. Watoto wanapokosa kalsiamu, mifupa yao inakuwa dhaifu. Wazee wanapokosa, wanaanza kuumwa viungo na kuvunjika mifupa kirahisi. Ndio maana tunapaswa kula vyakula hivi mara kwa mara. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, hebu nikupatie ushauri: kwa matokeo bora, kula mchanganyiko wa vyakula hivi kila siku, na usisahau kupata mwanga wa jua asubuhi, kwa sababu mwanga wa jua husaidia mwili kutengeneza vitamin D inayofanya kalsiamu kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo, kabla ya kuanza siku yako kesho, jiulize, leo nimekula nini kinachojenga mifupa yangu? Kumbuka, afya ya mifupa yako ni msingi wa nguvu zako za kila siku. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, Tunakuomba usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili upate kujenga afya bora. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.